Mse, utachangia kuhusu, utachangia hizo mada tatu zenye tumeongea, nitajaribu lakini, kama hiyo ya kwanza, ninaona Raila is not serious, kwa maana nimeona hata wenzao wamemkanya, lakini kwa upande mwingine ninaangalia iko serious, kwa maana ana, anaongea kuhusu wakikuyu hawajawahi kumsupport. Hiyo ni kuonyesha ya kuwa ako serious, kwa maana hiyo ni kama ni kunyanyasa wakikuyu kwa maana wamekataa kumuunga mkono tangu a tangu jadi hawajam support. Sasa hiyo nikiangalia upande mwingine, naona ako serious. kwa maana vile, eh, amekanywa na wakina walengo, wamemwambia hii penye unaenda si kuzuri, lakini anaelekea ana, ana tu. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha Raila ako serious, na upande huo mwingine ukiangalia sasa, bila wakati huu wakati wa siasa ikija Raila kila wakati anakuja anaonyesha wananchi njia. Sasa ukiangalia sana sana, mimi naona kama ako serious kusupport Ruto. Ndio wakikui waumie kidogo kwa upande mwingine. Niingie hiyo mada ya pili. Kenya ni nchi iko na ufisadi. Ufisadi ndio imekikiti misisi, imeingia kila kila pembe za nchi. Sana sana watu masikini awasikiki awasiki, awasiki, awasiki, awasiki mahali popote katika Kenya Ukiona watu wenye uwezo ndio sasa wako na nguvu, fanya chochote. Nakumbuka ile, ile sehemu ya huko Coast sikaora, wakati watu walikuwa na uliwa ovyo ovyo na hata hakuna mtu mutu ametetea hao wa watu wenye waliuliwa huko. Wengi walikufa zaidi ya 600 people kuonyesha kwa kwamba kuna viungu vya, vya mwili vilikuwa vinatolewa vinatupwa nje, hiyo ni kitu was Ina, wanaenda kuuza, na hasa viongozi wa, wa inchi wanahusika katika hiyo njama ya kutoa watu special organs in the body. Wana, wanaenda kuuza, hiyo ni kitu inaonekana wazi, si kitu ya kuficha ama kuficha huko nje, ni kitu iko wazi. Ukienda kwa hospitali kama uko vizuri, wengine wanaweza kutoa hizo organ. Unajua mutu akiwa mgonjwa awezi kujua kama ameondolewa, sasa ni kuambiwa uwe mugonjwa kumbe kuna biashara inaendelea katika hiyo mwili ya hiyo mtu. Hiyo naona ni kweli, viungo vya mwili vinahuswa nchi zingine ama wa, wa, wa, wenye uwezo hiyo, vile ninaona ni hivyo, iko hivyo. Sawa. Asante sana. Nilikuwa nataka nisungumuse na mwingine hapa. Eh, kwa majina mimi ni Jared Onjoke. Kwa majina mimi ni Jared Onjoke mkazi wa Kisii kwa hili bunge letu hatutaki kuongelea eti Raila ako serious kusapoti kusapoti Ruto, bali tungeuliza Raila atakuwa serious kusapoti Matiang'i. Hilo sisi ndio tunashughulikia, kwa sababu kwa Kenya saa hii iko, iko mahali babaya, na kama iko mahali babaya hatutaki kuuliza eti tena Raila aenda kusapoti Ruto 2027, coming 2027. Ruto amekuwa muongo. Ruto amekuwa mufisadi. Ruto amechangia Kenya kuharibika babaya kabisa. Hivyo ndio sababu tunataka kama Raila na akona akonakijwa mzuri akuje aunge Matiangi mkono, hii Kenya tuiendeleshe mbele, tuitoe mahari iko, tuibereke kigwango ingine, hivyo wa Kenya Tunawomba nyinyi nyote, watoto wetu wa Gen Z, vijana wote, tuchukueni kura hiyo wakati ikifika. Hii maswali yote tujibie, Raila na Ruto kwa kikabu ya Matiangi. Na mwingine nilisikia akiuliza eti, eti Matiangi amesema eti anataka kura. Kwanza sisi wananchi ndio tulita Matiangi. Tuliita Matiangi kwa nini? Kwa kazi mzuri aliyofanya. Nani hakuona kazi ya Matiangi? Si nyote mliona kazi ya Matiangi? Hiyo yeah, ndio sababu tukamuita. Na yeye alitujibu akasema nimefanya nini? Nimeitika. Uwezi niambie eti Uhuru kijo yake kijo yake sio mzuri kumsupport. Uhuru wako pamoja, akina Kioni wako pamoja, Yujini Wamaro wako pamoja, Orengo wako pamoja, Babu Owino wako pamoja. Kwani hao watu wote watalipika kijo kuseme eti Matiangu Matiangu yako Matiangu wako... Matiangi ako kwa kiti. Matiangi anauliza kura, tukue ies sisi, kasi yetu tuambie watu, tumwaprazi watu wachukue kura hiyo. Wakati ikifika, tupige kura, tubadilishe uongozi wa Kenya ii mambo yenye eti watu wanausa vyungo za mwili wa Kenya, tumeteseka hata mimi nipate mwetu mwenye sahi na niambie ti anataka hata in langu nitasamupia, sababu ya nini bofa timu ya Kenya, hakuna kazi, vijana tunateseka hapa nje, tunasukuma hata mkongoteni, tunaendesha pikipiki lakini hatusikiki. Kanjo inatunyanyasa huko juu wanataka wa, taksi imekuwa ngumu. Mbona wasiuze serikali aje iajibike kwa kazi yao, wa Kenya wa Kenya, na wao wafurahie matunda ya kazi yao. Hivyo wenzangu, mimi nawaomba tukuje pamoja kama inji moja, wa Kikuyu, wa Jaruo, wa Meru, Kenya yote mzima tuweze kubadilisha hii uongozi, hata hii uchafu ingine yote itaisha Kenya. Asanteni. Lakini kwa ili, kwa ili punge tunasingatia kuwa matiangi ndiyo kiongozi, mimi simtambui Ruto. Asante sana, nataka kusema tu jambo moja. Ruto nakumbuka wakati ulipokuja hapa Kisii wakati ya kampeni ulitupea ahadi za uongo. Nakumbuka kituambia bilioni kumi, tatenga bilioni kumi mama mboga, tatenga bilioni kumi watu wa bodaboda boda, nitawapanga nafaa. Nini sasa hizi, tunashangaa kusikia bilioni kumi, hakuna hata shilingi. Sasa hizi kama watu wa bodaboda, kitambo tulikuwa tunapata pesa mingi, wakati ya Uhuru tunazunguka hapa, tunazunguka hii town. Yeah, tunaona pesa ziko. Ya pili. Nataka kuongea tu, nataka kunilisikia jana Cheraragei. Ama juzi, ukisema Matiangi eti Matiangi awezani na nyinyi. Nataka tu kujibu tu swali moja. Cheraragei. Matiangi bado Matiangi hajasema anaulizia kiti ya urais. Na uredi umeshaanza kutetemeka. Na je akitangaza kutakuwa na nini? Sasa hii uleta report book ya Matiangi hapa. Na report book ya Ruto hapa. Kuna tofauti. Report book ya Matiangi ya kwanza. Shule zote wakati Matenga alikuwa, alikuwa CS of Education. Nakumbuka shule, shule zote zilikuwa zina perform kitu ya pili au kuwa na wizi shuleni watakuwa na perform vizuri sana. Ya pili. Matenga alipokuwa CS of ICT. Tulikuwa tunaangalia zile TV za kitambo za mgongo yeah. Sasa hizi kila ukitembea kila mahali tuko digital. Ndio sababu unaona sasa hizi sisi kama wakina Gen Z tunakupinga kwa sababu tuko na tuko tuko ICT experts.

Wewe hapo unasema wakale, wakale. Nataka kuambia kitu moja. Huu jamaa hajawasaidia hata mara moja. Ukienda huko Bomet, nilishangaa sana kuona huko Bomet. Bado kuna vi, kuna madarasa ya mbao. Na sijui mwaka imepita ngapi tuliweza kuona madarasa ya mbao. Na bado unasema mnataka kusupport Ruto. Aje Ruto sasa unasupport? Madarasa ya mbao bado ina exist. <laughs> Na unasema mnataka kusupport Ruto. <laughs> Yeah. Yeah. Na wewe ni mtu wenu. Ruto na wakati bwana. <laughs> <Yeah. laughs> Yeah. Mnasema mtu wenu. <laughs> Eh? Mnasema mtu wenu bado madarasa ambayo bado ina exist. Nashangaa sana. Itakaaje? Mnasema Ruto huko, Ndindi Nyoro, Ndindi Nyoro anatengeneza madarasa ya Kabros. Watu wanatembea Kabros. Eh? Alafu nyinyi bado unadhani zizi ya ng'ombe na madarasa ya mbao bado choo, eh? Choo bado ni za mabati. Kichaka. Eh? Mbona msi, msi, msiambie Ruto ukweli? Muambie Ruto tusaidie kama sisi wakale. Kwanza ndio mpe kura yenu, mpe wa KC wote. Nataka kuambia tu kwa umoja wa KC. Tukue na umoja. Ruto no, Matiangi, si tukikua tu na umoja hivi Matiangi anaweza chukua kitu na na na sera za Matiangi, niko sure Matiangi. I believe in Matiangi because mimi mwenyewe nimesha mark report book ya Matiangi eh yeah? Already nadhani kwa KC wote wame mark report book eh yeah? ukienda education 100, eh, u ukienda ICT? 100. 100. Ukienda security? Eh, achana hivi vitu. Wenyewe wanatuambia ati Matiang'i aliua watu. Matiang'i aliua mtu wapi? Wale watu ambao walikufa kwa Kware, wanatolewa na magunia, mbona nyinyi hamjatuambia watu walitoka wapi? Tunataka tujue watu walitoka wapi. Aa, watu wenyewe walitupwa na magunia, wanatolewa na magunia kutoka Kware huko Nairobi. Na mwenye alikuwa CS ni huyo Kindiki. Mbona Kindiki hajatuambia hao watu walitoka wapi? Ndio tujue hii Kenya tuko sawa. Ruto, si hatuna shida na nyinyi. Ruto, panga inchi na hakikisha wa Kenya kuuza lakini onyonga wetu akatusaidia. Na Onyonga, no Onyonga, endelea kusimama na Matiangi. Shukurani sana, nilikuwa naomba members msingatie.